Tukiangalia tangu uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu Tanzania, eh, kumekuwa na mambo mengi sana ambayo tunatamani tuna kuzungumzia, lakini eh, sisi tunasema huwa tuna kauli, tunasema kwamba mwanasheria wangu yuko likizo. Kama mwanasheria huwa eh, inalenga nini zaidi kwamba kuna mipaka ya kisheria mtu unatakiwa kuzungumza, na kwa maana sisi hatupo huru, amna uhuru wa kuzungumza mpaka tu tunazingatia kwamba mi natakiwa kuwa najua sheria ndo nizungumze moja mbili tatu mm, huwa inamaanisha nini eh? Kwanza kabisa sio kwamba hatuko huru kuzungumza, katiba yetu ina, ina inatupa uhuru wa kuzungumza lakini kuzungumza kwetu hakuko eh, sio absolute kwamba tunaweza kuzungumza chochote wakati wowote, kwamba sisi tuna haki ya kuzungumza. Free speech iko kwenye katiba, tuna haki ya kuzungumza eh, lakini tunapozungumza tusivunje haki ya mtu, tusimtukane mtu, tusiongee kitu ambacho sio cha kweli. Yani eh, tuna haki ya kuzungumza, lakini kuna mipaka. Kwa hiyo mipaka hiyo mara nyingi e, inaweza ikawa kuna mipaka ya kisheria ambayo kwa kawaida unaweza usi, usiione. Kwa hiyo ndio maana wanasema hivyo kwamba mwanasheria wangu hayupo, mwanasheria wangu yuko likizo, kwamba ni kuna e, kitu ambacho anataka kuzungumza, lakini kwanza anatakiwa amshauri am, am au amconsult mwanasheria wake kwanza. Yaani tunataka kusema kwamba tunazungumziaga mambo ya demokrasi na baadhi ya nanili ambazo zinasimamia nchi. Kwa mfano huwa tunakimbia mipaka ya kidini, tunasema ok, dini i, inatupa kanuni sheria na taratibu ambazo zinatubana, tunakuwa tuko huru mm -hmm. tunakimbilia kwa upande wa demokrasi, tunajifanya kwamba tupo huru lakini mm -hmm. inarudi pale pale kwa maana hatupo huru e, nikitaka hatu... kuzungumza natakiwa nizungumze ndani ya kanuni ya taratibu fulani, sipo huru tukizungumzia kwa uhuru mm -hmm. tukizungumzia uhuru kwa maana mimi nikiwa sijui sheria sijui kanuni na uwezo wa kuzungumza na nisifungike na uh, mipaka yoyote. Hii ilikuwa katika upande huo tu, lakini ambacho nataka kuzungumzia kwa leo ni kinachoendelea Tanzania kuna wanaharakati wa kisiasa wamefikisha kesi mm. E, kwenye mahakama ya makosa ya kijinai ICC International Criminal Court na wa, wa, ni kama wanamtuhumu rais wa Tanzania kwamba tangu uchaguzi wa tarehe ishirini na tisa kuna matukio yametokea, kuna mauaji mawa, kuna uharibifu wa mali za umma lakini, wanaharakati wamefikisha swala hili katika hii mahakama. Je, ICC ina sifa na vigezo vya kutatua migogoro ya Afrika na Tanzania, hususan kwa mfano katika matukio haya yaliyotokea kutokea ishirini na tisa Oktoba. Mm, tukianza kuizungumzia ICC ndo tuje kwenye suala la Tanzania. ICC ni mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ambayo ina dili na makosa makubwa manne ambayo ni mauaji ya halaiki genocide, mm, makosa dhidi ya ubinadamu eh, na makosa mengine mm, crime of aggression, si tuseme Kiswahili eh, nchi moja iliyo huru inaenda kuvamia nchi nyingine na hayo makosa makubwa. Kwa hiyo hmm. Tukirudi kwenye sifa ya ICC inadili na makosa ambayo yamefanyika kwenye, kwa sababu ni, ni mahakama ya kimataifa ambayo ni eh, kunakuwa na member state, yaani nchi zinakuwa zina, zina saini mkataba kwamba sisi tunakubaliana na mm, mamlaka ya hii mahakama kwa hiyo zile member state ambazo zinakubaliana wanakuwa wana mkataba wao ambao ule mkataba unaitwa Rome Statute. Mm huu -hmm. Mkataba unakuwa umeelezea kila kitu kuhusiana na, na hii mahakama. Ni mkataba wa kimataifa mm -hmm. Kwamba unaelezea hii ni mahakama ambayo inadili na makosa gani na makosa hayo yamefanyika vipi na nani ambaye anatakiwa apeleke e, apeleke hiyo ripoti au mashtaka kule kwenye hiyo mahakama. Kwa hiyo kwa Tanzania, kwanza ni memba wa hiyo mahakama ya ICC, kwa kwa hiyo kama ni memba ni memba, kwa hiyo ICC ina mamlaka ya kudili na makosa ambayo yamefanyika Tanzania, yaani kama kuna mashtaka ambayo yamepelekwa kwamba kuna yale makosa ambayo yanafanyika ambayo yametajwa kwenye hiyo mkataba, kwenye hiyo treaty kwamba yamefanyika Tanzania, ICC inakuwa ina mamlaka ya, ku, ya kudili na na utahkwa na yani na maana natat tunaangalia pande mbili kwanza Tanzania ni katika memba mm. wa hii mahakama alafu mm. pili kwamba je, hayo makosa ambayo yanaangaziwa kufanyika yanaingia katika e, uta, yanayotatulika na mahakama mm. hiyo na pia hata mahakama pia ina dil pia hata kama saa ingine nchi inakuwa sio memba mm. lakini pia inaweza ika dil, ika, ika ishu arrest warrant yani ile hati ya kukamatwa kwa aidha kiongozi au nchi ambao labda amefanya haya makosa. Kwa mfano, labda tukiangalia eh, Israel sio Israel member wa, wa ICC hmm, lakini tunaona kulikuwa kuna ripoti ambazo zilipelekwa ICC zikiwataka wa issue eh, hati ya kukamatwa kwa Netanyahu pamoja na wale viongozi wengine uh, kwamba kutokana na makosa ambayo yamefanyika Palestine. Kwa hiyo inaweza ikadili pia na hata kama nchi sio memba state, lakini zile ripoti zinaweza zikapelekwa na watu ambao wako kwenye, kwenye, kwenye ile nchi ina, ambayo ina inaweza ikawa vipi? Yani kwamba e, kikanuni unatakiwa uwe memba ndio, e, um, mahakama hii itasimamia utatuzi huo, unakuwa sio memba tena, inaweza ikawa yani makosa yakifanyika kwa mtu, mtu ambaye hata kama sio memba na akifanya makosa hayo ambayo yapo pia mahakama inaweza ikaishu hiyo warrant ya kumkamata. Sasa huo ni upande wa kimamlaka. Kwa hiyo ina kwa, inadili na memba na ambao sio memba pia, yani ina, inashirikiana kwamba mtu anaweza akawa sio sio memba lakini memba state au wanaharakati NGOs wanaweza wakapeleka ripoti kwamba kuna nchi fulani, kiongozi fulani amefanya makosa haya ya labda ya makosa dhidi ya ubinadamu amefanya War crime, wamefanya nini haya makosa haya manne ambayo mm -hmm. ni genocide, war crime, makosa ya kibinadamu pamoja na yani makosa hayo makubwa. Sasa pointi yangu kubwa ilikuwa ni kwamba nafahamu yenyewe ina mamlaka ya mm -hmm. kutatua migogoro kama hiyo mm -hmm. sijui tuite migogoro au ni kusovu hizo eh, kesi lakini pointi yangu kubwa, najua ina mamlaka lakini sifa na vigezo yani, nikizungumzia sifa na vigezo, kwa mfano mimi naweza nikawa ni baba au mwalimu wa shule fulani na mamlaka ya kusimamia wanafunzi, lakini mamlaka mm -hmm. ninayo lakini je, mm -hmm. yes, sifa kutokana na ninavyosimamia mambo yangu na sifa na vigezo, yani kwa maana mimi natakiwa labda kumwadhibu e, mtoto mtoto wangu labda au nataka kuadhibu wanafunzi hmm. Lakini mimi e, e, tabia zangu ni chafu, ni, ni mlevi, ni nini, kwao. mamlaka ninayo ya kumwadhibu hmm. Lakini sifa na vigezo hmm. vya kulisimamia hilo, kwao. Tukirudi kwenye ICC yenyewe, ina sifa na vigezo, tukiangalia kama historia yake katika utatuzi wa maswala mengine katika hmm. baadhi ya nchi. Kwa, kwanzia ICC kwa mtazamo wangu mimi binafsi, kwanzia ime, imeanzishwa hii mahakama e, imekuwa na e, kabla haijaanza kudeal na nchi kubwa, tulikuwa tunaiona kwamba ina sifa na inatekeleza a, ka, inatekeleza vile vipengele vyote vya ile treaty yani, ya ule mkataba. Nchi kubwa ukimaanisha, ee, kabla hatujaingia yani mwanzo kulikuwa kuna nchi ndogo za Afrika sana, sana. Kwa mfano waliishu e, arrest warrant kwa uh, Omar al Bashir, mm -hmm. Wakaishu kwa, yani zile nchi ambazo tunaweza kusema kwamba nchi za Afrika sio zenye nguvu, nchi kama sio zenye kuende, wanaita zinazoendelea. Lakini ilivyokuja, ilivyokuja kwa Putin alafu ikaja ikaa kwenye maswala ya Israel na Palestine, mm. Kwa kwenye, kwenye Netanyahu imeonekana kama haina nguvu hivyo ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuishu hizo warrant kwasababu tukiangalia nyuma walivyotaka kuishu warrant kwa Netanyahu waliwekewa vikwazo na Marekani na kukawa na yani hawana nguvu hivyo. Kwanza walichelewa wamechelewa sana hata kuidiscuss tu hiyo issue kwamba tunataka kuishu warrant kwa Netanyahu, alafu mm -hmm. na, na pia mataifa ya kim... kwa Netanyahu kukimaanisha mgogoro wa Palestina na... yeah, kwa sababu... na Israel. Yeah. No. Kwenye makosa ya kivita mm, kwa sababu walikuwa wanasema <coughs> kwamba kulikuwa kuna makosa ya kivita ambayo alikuwa ametendeka Palestine, watu walikuwa wametumia, kulikuwa kuna genocide, ambayo haya makosa yote yako kwenye hiyo kwenye treaty. Kwa hiyo eh, ikaonekana kabisa kwamba kumbe hawana nguvu kihivyo. Ikiwa kuna mataifa ambayo kama Marekani walivyosema kwamba sisi hatuwezi ku, hatuwezi e, kukubaliana na hilo. Na pia hii mahakama haina polisi yenyewe, kama yenyewe inategemea wale memba state wamkamate mtu, yani kwa mfano, wenyewe kama wenyewe hawawezi kwenda kumkamata mtu, kwamba sisi tuenda kumkamata Netanyahu labda kila member eh, kuna ushiriki yani, kuna wa na ushiriki kama hii eh uh-huh. watoe eh, ni, ni polisi tunawaita, yani kwamba mfano yule kiongozi aliyokuwa anatakiwa kukamatwa hmm. akienda kwenye nchi ambayo ni member state, kwa mfano hmm. labda ameenda Tanzania hmm. Tanzania unatakiwa wamkamate, wampeleke kwenye mahakama za ndani hmm. afu za mahakama za ndani zita zita discuss hmm. ile warrant na ile kosa Mm -hmm. Alafu then ndo hapo atapelekwa kwenye mahakama ya ICC huko The Hag. Kwahiyo kwa maana nyingine ni taasisi za nje ya Afrika na kama ulivyozungumzia bunge la Ulaya limekemea hayo mauaji ambayo yametokea Tanzania, lakini e, mauaji ambayo yalikuwa yakifanywa na Israel Walikemea mauaji hayo? mm-hmm. au ni kwa upande huu tu Tanzania? Na pia tukizungumzia masuala ya demokrasi, wamekuwa wakizungumzia sana demokrasi kwa Kameruni. Pia tunaona masuala ya uchaguzi e, yamepelekea mpaka kiongozi wa upinzani amekimbia kwenda Gambia, lakini hatujasikia kauli yoyote iliyotoka katika bunge la, la Ulaya. Kwa hiyo bado itakuwa inabes katika upande wa kuangalia maslahi yao e, kama ulivyosema kwenye mgogoro wa Israel na Palestina hawajakemea. E, so tu kwamba kuto kukemea mauaji ambayo wamefanyika Palestina ambayo kila mtu anaona kabisa ni mauaji, lakini walikuwa ndo kwanza wanatuma silaha Israel, yani kwamba wanaisaidia. Walikuwa na, e, na walikuwa na kauli yao wote kwamba sisi tunasimama na Israel. Yaani haijalishi Israel anafanya nini. Kwa hiyo na ukiangalia wanachokifanya Israel ni kikubwa zaidi hicho kuliko ambacho kimefanyika Tanzania. Kwa hiyo ukiangalia wanasimama kwenye sehemu ambayo kwa sababu wakisimama na Israel kuna ma, maslahi yao ya kisiasa. Yaani kwamba wanatokiwa wao upande wa Israel kwa sababu sio ya kisiasa tu bali hata ya kiuchumi. Ya kiuchumi pia mm. Kutuma silaha ni kama wanafanya biashara. E, ni kama wanafanya biashara na pia kujiweka kwenye nafasi ya ya, ya kiusalama zaidi, yani kwa kwa wao wanavyotafsiri usalama, sababu so, ukiangalia Israel na Marekani eh, yani huwezi kuwa dhidi Israel ya Israeli alafu ukawa salama kwa Marekani. Na ukiangalia nchi nyingi za Ulaya ni tegemezi kwa Marekani au EU wote, yani maamuzi yao eh, lazima wa, wafanyaje wa, wafate ile ambacho Marekani wanakitaka kwamba ukienda uh, ukienda dhidi ya Marekani basi unakiona cha mtema kuni. Kwa, kwa maana hiyo sisi wa Afrika, bado tuendelee kubaki kutegemea hizi uh, taasisi za nje au tunaweza tukabezi na taasisi zetu? Tuna taasisi zetu kama African Union au mm -hmm. uh, tuna East Africa Community, EAC tuna SADC tuna tuna ECOWAS mm -hmm. Tuna taasisi nyingi ambazo ni taasisi za kikanda na zina uwezo wa kutatua migogoro ya kikanda, na zenyewe zinakuwa zinafahamu migogoro inatatuka vipi, kwa sababu ni sipo katika maeneo husika mm. Au ni kutokana na kwamba hatuna rasilimali, hatuna eh, uzoefu katika maswala ya kidiplomasia, au ni tunajidogosha pia sisi wenyewe, hatuna uwezo wa kiuchumi kusimamia migogoro yetu au kuna vitu hapo nje hapa zia mm, kwenye taasisi zetu za ndani zina uwezo wa kutatua migogoro, lakini tuna vikwazo kama eh, kuingiliwa sana na mataifa ya nje. Tumeshaona migogoro mingi ya ndani kama Libya, ambayo ingeweza kabisa kutatuliwa kutututu ndani ya Afrika, lakini, umeona, lakini kama ilichochea eh, lakini wakachochea NATO ambao ni, ni, ni, ni taasisi ya, n yani niseme ni muunganiko wa nje ya Afrika, lakini ndo waliokuja kusema kwamba sisi tunatatua umgogoro mgogoro. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuwepo kwa Gaddafi kama ilikuwa iko dhidi ya maslahi yao. Kwa hiyo, wenyewe sehemu ambayo kutakuwa kuna maslahi yao, kama yule mtu kama mtu, mfano wa Cameroon, kama yule mtu ambaye kasimama pale kwenye kiti, yeye ndo mtu wao. Mm -hmm. Basi wao utawaona kwamba wakikemea hata kama kuna mauaji lakini kama kuna mtu aliosimama pale sio mtu wao, ndio watakuja na na matamko kwamba sisi tunakemea tuna, kwa sababu ukiangalia wametumia nafasi na muda kudiskas mambo yanayoendelea Tanzania, wakati kuna mambo yanaendelea ya kama hivyo, Palestina, kuna njaa kuna nini e, watu wanakufa watoto lakini hawachukui ha, ha, muda huo kudiskasi hivyo hmm, vitu ha. Basi e, sisi sio kwamba tunadogosha swala so zima la e, mgogoro uliotokea Tanzania baada ya, e, ya, ya siku ya uchaguzi na baada ya ya siku ya uchaguzi tarehe ishirini na tisa, lakini tunazungumzia je, hizi taasisi au e, hii mahakama ya ICC ambayo inataka kuja e, kusimamia swala so zima la suala zima la kutatua tunaita kutatua mgogoro. Je, ina sifa na vigezo? na je e, kuhusiana na kusuluhisha matatizo ya Afrika, e, nchi za nje ya Afrika zina sifa na vigezo vya kusimamia na kutatua migogoro ya Afrika, au inapaswa sisi wenyewe wa Afrika kupitia taasisi zetu tujipange wenyewe? Tuna taasisi ya East Africa Community, tuna AU Africa Union tuna SADAC, tuna ECOWAS, tuna taasisi kemkem za kikanda. Kwa hiyo tumeangazia kwa upande huo swala so zima la Tanzania, lakini hatudogoshi kwamba yaliyotokea Tanzania ya yanafaa kuangaliwa kwa jicho la pili na kutatulika. Kwa hiyo karibu tena katika eh, episodi nyingine ya Utaridi Ci Media tukiwa na mwanasheria eh,